Salo. Naam. Ujumbe wa leo, fanya malipo yako kwanza ili utumwe pesa zako. Ni Season Money Transfer Power, ndio mwisho wa matatizo kwa wale ambao wanahitaji kutuma pesa kutoka Tanzania kwenda Oman, kutoka Oman kuja Tanzania. Ni rahisi sana, wasiliana naye ya Season Money Transfer Power kwa namba ifuatayo nyota 968 78 12 4889 huduma ya haraka, viwango bora na hakuna ada za siri. Hilo ndilo tunalokuahidi. Wanapatikana Oman Alhail Janubia. Kazi kwako. Ujumbe wa leo, unaye mtendea ubaya kusudi asifanikiwe mambo yake yasiende, arudi nyuma au apotee kabisa kwenye hii dunia. Elewa hayo mambo hayaishi hapa tu duniani. Mwenyezi Mungu anayajua mnayoyaficha na kwa Mungu hakuna rushwa. Unayemtendea ubaya kusudi asifanikiwe mambo yake, yasiende arudi nyuma au apotee kabisa kwenye hii dunia. Elewa, hayo mambo hayaishi hapa duniani. Mwenyezi Mungu anayejua mnayoyaficha na kwa Mungu hakuna rushwa.